Wananchi hao wamesema kuwa pamoja na umuhimu wa mradi huo wa kimkakati, zipo changamoto mbalimbali mbali katika miundombinu ya kupita kwa miguu vivuko, na njia mbadala kuelekea katika makazi na ofisi zao. Nimeshuka nataka kwenda ofisi ya CCM ili nipate huduma pale kwa afisa mtendaji lakini nashangaa kitu ambacho kilitokea, nilizunguka kweli kweli yapata mpaka nikawa nimechoka. Nilikuwa naomba pale ambapo wanahitaji kutengeneza basi wakumbuke kwamba waweke tu angalau kitu cha temporary. Jizo barabara ninaenda kwa pidia taratibu ni kutokea mwaka jana, na sisi tupo upande wa chini. Kwa hiyo kifusi kingi kina kwa upande wa chini, wateja wanashindwa kuja upande wa chini na kama mnavyoona ni wamechimba tu hivi kuanzia mwaka jana mwezi wa kumi na moja. Naomba hapa cha muhimu sana, hii barabara ingekamilika, hizi njia nne zingekamilika mapema, zingetusaidia kama unavyoona maforeni ma, ma, ma haya magari yametoka karibu toka za asubuhi, gari amna zina, zinazoshuka ambazo zinapanda mradi wa barabara hiyo una urefu wa kilomita 29 na unatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 138.7 chini ya usimamizi wa Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS. Meneja wa TANROADS mkoa wa Mbeya, mhandisi Maige Matari, ambaye pia ni msimamizi mkuu wa mradi huo ametoa ufafanuzi kuhusu changamoto zinazolalamikiwa na wananchi. Ninachoomba, unajua unapojenga lazima kubomoa kupo chochote tunachokijenga lazima, kuna kuna usumbufu hapa mji wa Mbeya sasa, kwa kweli watu wanaona tumesumbuka, watu wanahangaika kwa sababu ya ujenzi unaoendelea. Nachoomba tu kwa naicho wa vumilivu sasa, tunalio ni sala la muda tu, baadaye sala itaisha na itasaulika. Au tutabomoa, kuna mambo tutabomoa na kata mpaka karibu mita moja na nusu kwenda chini, ili kuweza kupanga udongo, kujenga udongo barabara iwe imara na kuweka udongo ule kwa kwa matabaka mbalimbali, kutokana na, na, na ujenzi upya unaoendelea, kwa sababu maneno yote tumekata, lakini hata ya kukata ni kwamba tuweke matabaka mazuri ambayo yatastahimili magari kupita juu yake. Mhandisi Maige pia amethibitisha kuwa kutokana na kusuasua kwa utekelezaji wa mradi huo, tayari hatua imechukuliwa na muda wa utekelezaji umeongezwa kwa miezi sita ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa viwango na kwa kuzingatia mahitaji ya wananchi. Mkataba ulikuwa na miaka mitatu, miaka miwili toka elfu mbili na ishiri na tatu mwezi Aprili mpaka elfu moja Yani sababu mbalimbali za kimkataba, mwajiri ameongeza mkataba huu kwa matazamio, yani to provisional kwa miezi sita, yani mpaka mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Kama mnavyofahamu, jamii, mheshimiwa waziri alifika akakagua mradi, akatoa maelekezo mbalimbali, lakini kubwa zaidi ameelekeza kwamba kazi iongezeke kwa spidi kubwa na akaya sema kwamba ndani ya miezi miwili kutoka sasa Yaani kufika mwezi wa saba bas, hiyo kazi at least kilomita si chini ya sita za lami. Tunapokea maelekezo ya wa mheshimiwa waziri na tunaongeza sasa nguvu kwa mkandarasi ili hayo maelekezo aliyotoa wa mheshimiwa waziri yaweze kutekelezwa. Barabara hiyo ya njia nne mkoa wa Mbeya inatarajiwa kuboresha mtandao wa usafiri na kukuza uchumi wa mkoa na taifa kwa ujumla. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya mimi ni Samwel Mpogole.